Umegawanyika mara tatu. Kuna mtu ambaye ana mtaji hana mtaji wa kuweza kununua hao sungura, lakini huyu mtu ana eneo la kuwafugia na ana muda wa kuwatunza. Sisi huyu mtu tunamjengea banda bure na tunampa wale sungura, anawafuga mwisho wa siku anakuja kutuuzia kwa bei ambayo tutakubaliana naye. Lakini kuna mtu mwingine yeye ana mtaji Huyu mtu anaweza akawanunua wa sungura alafu mwisho wa siku akaja akatuuzia. Anatuuzia sungura ifaranga, anatuuzia mkojo, anatuuzia kinyesi kwa bei ambayo tutakubaliana nayo, kwa sababu tunafanya ufugaji wa mkataba. Lakini kuna mtu mwingine, yeye anamtaji lakini hana muda ya kuwatunza hawa sungura. Huyu mtu pia yeye anawanunua wa sungura, sisi tunamfugia, alafu baada ya miezi mitatu anaanza kunufaika. Kwa mfano mtu wa kima cha chini anaweza kwenda na laki Ukiachana na hayo, kwa nini tufuge sungura? Kwa nini na masungura? Tunafuga sungura, kwanza, hawa ni wanyama ambao wanazaliana sana. Wanazaliana sana, sungura anaweza kuzaa watoto sita hadi 16 kila mwezi. Hiyo ni ya kwanza. Lakini wanakuwa haraka sana ndani ya miezi mitatu anaweza kuona kilo tatu hadi hadi nane lakini ukiachana na hiyo ni kwamba soko lake liko juu, liko juu sana kwenye nchi za Gaibuni. Ukienda China, ukienda Italy, ukienda France. Hizi ni nchi ambazo zinaongoza kwa uzalishaji na utumiaji wa nyama ya sungura. Kwa mfano dunia nzima, nchi ya China ndio inaongoza kwa kuzalisha nyama ya sungura duniani, lakini nchi inayoongoza kwa kutumia nyama ya sungura, nchi ya kwanza ni France na nchi ya pili ni Italy, na hawa ndio wateja wakubwa kwenye ut utumiaji wa nyama ya sungura. Sasa kwa nini unakuta nchi kama Japani, nchi ya Japani wanakula sana nyama ya sungura. Sasa nyama ya sungura, kwa nini nyama ya sungura? Nyama ya sungura ina faida kwa watoto wadogo, nyama ya sungura ina mazingi, ina, ina, ina madini ya zinc na madini ya na madini ya, iron, na madini ya omega-3, ambayo haya yanaongeza kiasi cha ubongo kufanya kazi lakini pia nyama ya sungura inasaidia kupunguza ugumba kwa kina mama lakini pia inasaidia nguvu za kiume kwa binadamu, maana yake kwa, kwa wanaume maana kama ulikuwa unaweza kukimbia kutoka hapa mpaka Chalinze ukila nyama ya sungura, unaweza ukakimbia kutoka hapa mpaka Bukoba. Umewaza kufanya nini kutoboa kimaisha? Huenda madeni ni mzigo, ada pia changamoto. Vipi kuhusu kumiliki nyumba kali ama gari ya ndoto zako? Acha nikusanue, Saore Company Limited. Hawa ni wababe dhidi ya changamoto zako. Ni rahisi tu kuwapata kupitia Instagram at saore campan limited, YouTube Saore TV. Utakutana na maudhui mbali mbali, yani namna bora na ya kisasa katika ufugaji wa sungura kibiashara, au uweza kuwasiliana nao kupitia nambari za simu. Jiunge nasi kwa maisha bora ya sasa na ya baadaye. Saore Campan Limited, mradi wa kuondoa umasikini.